Ajali hiyo ni ajali ya magari mawili kugongana na kusababisha vifo vya watu watano pamoja na majeruhi mmoja. Ni kwamba siku ya tarehe 15 mwezi wa tisa mwaka huu 2025, ilikuwa ni majira ya saa moja na dakika hamsini huko katika kijiji cha Bukumbi kata ya Idetemya tarafa ya Usagara wilaya ya Misungwi katika barabara inayotoka Usagara kuelekea Kigongo Feru, gari namba T 852 DGP aina ya Toyota Land Cruiser mali ya shule ya sekondari ya wasichana ya Bukumbi ikiwa inaelekea Mwanza kutoka katika eneo la Kigongo Feru, gari hiyo ilihama barabara upande wa kulia na hivyo kugongana na lori ambalo namba zake za usajili ni namba T 541 DCH aina ya Sino Truck. Lori hilo ni mali ya kampuni ya Nyanza Roadworks lilokuwa likielekea Kigongo Kigongoferi kutoka Usagara. Kitendo hicho kilisababisha vifo vya watu watano waliokuwa katika gari ndogo aina ya Toyota Land Cruiser. Watu wanne walifariki eneo la ajali pale pale baada ya magari hayo kugongana uso kwa uso na mtu mmoja ambaye alikuwa ni dereva wa hiyo gari ndogo yani Toyota Land Cruiser alifia katika hospitali ya Bukumbi wakati uh, akiendelea kupata matibabu na baada ya kuwa ametoka kwenye eneo hilo la ajali. Chanzo cha ajali hiyo ni mwendo kasi wa gari ndogo yani Toyota Land Cruiser ambayo ilijaribu kwa mwendo kasi kulipita gari lingine lilokuwa mbele yake, yani kufanya overtaking bila kuchukua tahadhari na kujiridhisha kama mbele kulikuwa kuna gari inakuja au la. Baada ya kitendo hicho cha overtake magari pasipo kuchukua tahadhari, ndipo gari hilo liligongana uso kwa uso na lori ambalo lilikuwa linakuja mbele yake na kusababisha vifo hivyo vya watu watano. Tunaendelea kutoa wito kwa madereva wote katika kipindi hiki ambacho mkoa wetu pamoja na mikoa mingine eh, unashiriki katika kampeni za kisiasa.